Taarifa yake Kulthum Ali kama jinsi ilivyosomwa kwako na Florence Mavindi. Huko mkoani Kagera polisi linawashikilia, jeshi la polisi linawashikilia wafanyabiashara wawili kwa tuma za kukutwa na katoni elfu moja na themanini na moja za pombe kali aina ya viroba kufuatia msako wa ghafla uliofanywa na jeshi hilo katika manispaa Bukoba. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Kagera Agustino olomi amesema katoni vinywaji zimefichwa katika maghala ya wafanyabiashara hao ambao wanamiliki nyumba za starehe pamoja na uwakala wa kusambaza vinywaji. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Charles Mabea kutoka mkoani Kagera. Vinywaji vikali vilivyofungwa katika mifuko ya plastiki maarufu kama viroba vikitolewa katika ghala la mmoja wa wafanyabiashara wa vinywaji ndani ya munisipali ya Bukoba baada ya kukamatwa na jeshi la polisi.

anaotaka wafanya biashara wanaendelea kuficha na kuuza kwa siri pombe aina ya viroba, kuacha mara moja. Serikali ishatoa maagizo. Sisi hapa tupo kwenye operesheni ya ukaguzi, kama mnavyoona, huu ni mzigo tumeukamata hapa, moja kwa moja tunauondoa. Kwa hiyo tunaomba waendelee, tunaendelea kuwasii, wasiendelee kuficha mizigo hii ya viroba. Kwa upande wake, kamanda polisi wa polisi wa mkoa wa Kagera Agostino Olomi amethibitisha kukamatwa kwa watuhumiwa hao, ambapo mtuhumiwa wa kwanza anadaiwa kukutwa na katoni mia nne na tatu huku mtuhumiwa wa pili akikamatwa na katoni 678 za pombe hiyo aina ya viroba. E, kule maeneo ya Ramisheni tumemkamata mfanyabiashara mmoja anaitwa Benedicto Burchard, huyu ni Mhaya mfanyabiashara wa pale Ramisheni kwa pale e, maeneo ya Sido tuliweza kumkamata dada mmoja anaitwa Regina Samuel mwenye umri wa miaka 25 naye ni mfanyabiashara, akiwa anaishi kule Hamgembe. Na kisha kamanda huyo wa polisi wa mkoa wa Kagera akatoa wito. Bado operation inaendelea. E, tulikuwa tunaomba wafanyabiashara hembu wasikie kile serikali inachokisema. Sasa tunaomba tuendelee kusaidiana na tuombe wananchi wetu wa mkoa wa Kagera kwamba popote pale wanapoona kuna kuna kuna angalau dalili za kuwepo kwa hii pombe ambayo imepigwa marufuku watoe taarifa mapema katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa mujibu wa jeshi la polisi mkoani Kagera, msako huo ni shirikishi ukihusisha maafisa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na idara za afya na mazingira kutoka manispaa ya Bukoba. Charles Mubea, TBC Bukoba.